Marafiki, ndugu na kila mmoja anayesikia sauti hii, napenda nikuambie kitu cha ukweli leo. Maisha ni safari ya milima na mabonde. Kuna siku tunacheka, kuna siku tunalia, kuna siku tunapata na kuna siku tunapoteza. Lakini pamoja na yote hayo, bado tunaweza kusimama, bado kuna tumaini. Usioni aibu kwa sababu unapitia magumu katika jamii zetu mara nyingi watu wanaogopa kusema ukweli kuhusu maisha yao, wanaogopa kusema sina kitu au nimevunjika moyo. Lakini ukweli ni huu, hata watu wakubwa hupitia nyakati ngumu. Mtu kuwa na mawazo, kukosa hela, kukosa chakula, hata kuona kama ameachwa na dunia, siyo aibu, ni hali ya maisha. Haimaanishi wewe ni mzembe, haimaanishi Mungu amekuacha inamaanisha uwe ni binadamu. Hakuna hali inayodumu milele. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya tatu mstari wa kwanza inasema, kila jambo lina majira yake na kila kusudi chini ya mbingu lina wakati wake. Maana yake ni kwamba hata mateso yana mwisho. Leo unaweza kulala njaa, lakini kesho naweza kula hadi ukashiba. Leo unaweza kulia, lakini kesho unaweza kucheka. Usikate tamaa kwa sababu ya leo. Leo ni kurasa mmoja tu, sio kitu chochote. Mbele bado kuna kurasa mpya. Mungu hajakuacha. Wakati wa giza tunahisi tuko peke yetu, tunahisi hata Mungu haoni. Lakini kumbuka, mbegu haikui mchana, huota gizani. Ndio maana hata Yesu alipokuwa msalabani alilia, Mungu wangu kwa nini umeniacha? Lakini kama alihisi hivyo, Mungu hakuwa amemwacha. Vivyo hivyo na wewe unaweza kuhisi umeachwa, lakini hauko peke yako. Zaburi 34:18 inasema, Bwana yu karibu na waliovunjika moyo. Yaani, wakati moyo wako umevunjika, basi hapo ndipo Mungu yuko karibu zaidi. Tafuta nguvu hata kama ni tone tu. Kuna siku utakuwa na nguvu ya kuomba dakika kumi, lakini jaribu hata sekunde thelathini. Kuna siku huwezi kuamka kitandani kwa sababu ya mawazo. Lakini jaribu tu kuamka uketi. Hata tone la imani linaweza kuhamisha mlima. Usingoje kuwa na nguvu nyingi, anza na ile kidogo ulionayo. Tumia wakati huu kukua kiroho na kiakili. Wakati wa giza ni fursa ya kukua ndani. Unapokuwa huna kitu, unajifunza huruma, unajifunza kuvumilia, unajifunza kumtegemea Mungu. Haya ni masomo ambayo matajiri hawawezi kununua kwa pesa. Andika hisia zako, soma neno la Mungu, Tafakali, omba, hata kwa machozi, kwa sababu ukitoka hapa utakuwa mtu mpya. Dhahabu hujaribiwa kwa mojo. Usijifungie, zungumza na mtu. Kama unaweza kutafuta mtu wa kuzungumza naye, hata kama ni mtu mmoja tu ani kuelewa. Usibebe mzigo peke yako. Sema nahitaji msaada, sema niko kwenye giza. Wakati mwingine msaada uko karibu kuliko unavyofikiri. Watu wengine waliopitia kama unachopitia waliweza kuinuka tena, na wewe pia utaweza. Tazama mbele kwa macho ya imani, uwaza, mwaka huu ujao nitakuwa nimebadilika, nitakuwa na amani, nitakuwa nimeinuka. Hiyo ndoto ni halali, hivyo ndoto inaweza kuwa kweli, lakini usiache kuamini. Nimalize kwa kusema hivi, rafiki, hauko peke yako, na hii hali haijakuja kukuua, imekuja kukuandaa. Wewe ni zaidi ya unavyohisi kuna nguvu ndani yako ambayo hujajua bado. Kuna kesho yenye nuru inakusubiri. Hata kama hauna anayekutembelea leo, kuna malaika wa Mungu karibu na wewe. Hata kama hauna chakula mezani leo, kuna neema ya Mungu inayokulinda. Na hata kama pesa hazipo bado, moyo wako una thamani isiyo na kipimo. Usikate tamaa, simama, jitahidi, omba, endelea. Kwa jina la Yesu Kristo, wewe utaibuka mshindi. Amin.